Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Majadiliano ya amani kati ya Urusi, Ukraine na Marekani yamekamilika bila kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho, hali inayoendelea kuibua hofu juu ya mustakabali wa vita vinavyoendelea nchini Ukraine tangu mwaka 2022. Mazungumzo hayo ya pande tatu yamefanyika mjini Abu Dhabi huko falme za Kiarabu, yakilenga kutafuta mwafaka wa kisiasa na kijeshi wa kupunguza mapigano hata hivyo pande husika zimeshindwa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano au kuweka msingi wa amani ya kudumu kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mkutano huo imeelezwa kuwa mazungumzo mengine yanatarajiwa kufanyika februari mosi mwaka 2026, jambo linaloashiria kuwa mchakato wa kidiplomasia bado unaendelea lakini bila matokeo ya haraka wakati mazungumzo hayo yakiendelea mashambulizi ya kijeshi haya huku Urusi ikiendelea kushambulia maeneo muhimu ya Ukraine ikiwemo mji mkuu wa Kyiv na miji mingine ya kimkakati, hali inayozidisha mgogoro wa kibinadamu na kiusalama. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema hali hii inaonyesha kutokuwepo kwa ulinganifu wa misimamo kati ya pande hizo tatu, ambapo Urusi inaendelea na operesheni zake za kijeshi, huku Ukraine ikihitaji msaada zaidi wa kimataifa na Marekani ikijaribu kusawazisha jukumu lake la kidiplomasia huku ikiunga mkono Kyiv. Uchaguzi wa Abu Dhabi kama eneo la mazungumzo unaendelea kuonyesha nafasi ya Falme za Kiarabu kama kitovu cha diplomasia ya kimataifa licha ya kutohusika moja kwa moja katika vita hivyo, jambo linaloipa nchi hiyo nafasi ya kuwa mpatanishi wa upande wa katikati. Kutokuwepo kwa makubaliano ya mwisho kunatajwa kuwa kunaweza kuendeleza hatari ya uharibifu mkubwa zaidi wa kijeshi na kiuchumi nchini Ukraine, huku madhara yake yakivuka mipaka na kuathiri masoko ya nishati duniani hasa barani Ulaya. Wataalamu wa masuala ya nishati wanaonya kuwa mivutano inayoendelea inaweza kuendelea kuathiri bei ya mafuta na gesi kutokana na nafasi ya Urusi katika usambazaji wa nishati na shinikizo lililowekwa kati yake na mataifa ya Magharibi. Kwa sasa jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu iwapo mazungumzo hayo yatazaa matokeo tofauti au kama vita vitaendelea kuchukua nafasi kubwa kuliko diplomasia swali linalobaki ni je juhudi za kisiasa zitapata nguvu mpya kabla hali haijafika hatua isiyorekebishika au je mzozo wa Ukraine utaendelea kuwa mfano mwingine wa diplomasia kushindwa mbele ya nguvu za kijeshi hiyo ndio hali ya majadiliano ya amani kati ya Urusi Ukraine na Marekani mazungumzo ambayo hayajaweza kusitisha sauti za siraha wala kuondoa wasiwasi wa dunia mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV